Hivyo unajua kuna waafrika wameenda pale Uingereza vizuri tu kwa amani, wakaenda kwenye msitu fulani pale Scotland wakaset camp na wakasema, hapa ni kwetu kiasili, hii ni Kingdom of of of Kubala Kubala, i i am the the king of Kubala. I have come to reclaim my heritage, my heritage, my pride in the land of Scotland. Mfalme wa kingdomu hiyo anaitwa King Atehene, lakini pia yupo na kwini wake to us na wana handmade wao mfanya kazi wapa na pale anaitwa unaambiwa, mfalme wa Kubala anasema wao wapo pale kialali na kiasili, ili ardhi ni yao kwa takriban miaka mia nne wameenda kwa ajili ya come And we are taking back what is rightfully ours. Wapo kwenye msitu huo ambao wao wanaita Kingdom of Kubala kwa muda mrefu sasa, lakini juzi wamepewa eviction order na rasmi sasa wameondolewa katika eneo hilo. Police have evicted a self-proclaimed African tribe who had set up camp in the Scottish borders. Kumekuwa na mixed feeling baada ya wao kuondolewa, wengine wanasema ilitakiwa kwanza waachwe, winter iingie, baridi wapige, waondoke wenyewe pale msituni, kwa sababu kimsingi walikuwa hawana makazi zaidi ya kulala kwenye msitu tu kwenye camp Vipi wakirudi tena, kusaini up na wewe ukawe sehemu ya members wa kingdom, ukawe pale Scotland, polini unaenjoy maisha ya hapa na pale. Yes, wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.